Kila mzazi mwenye mtoto yaani, kama una mtoto hakikisha unasikiliza faida za hichi kitu hapa. Kama una mtoto, sikiliza hichi kitu hapa. Cha kwanza kabisa inaitwa Vitagard. Hupendi mtoto wako au mumwe? Wewe msko unataka awe na immunity ambayo ni strong. Yale mambo siyo upepo umepita mtu anakohoa, siyo ana mafua ya sioisha vikohozi. Kila siku unatafuta specialist wa mtoto kiboko kuliko aliyepita. My dear, hebu mpe mtoto wako i product utakuja kunishukuru baadaye. Inaitwa Vitagard. Ni ina mkusanyiko wa matunda na mboga mboga zaidi ya aina 25 kwa ajili ya kusaidia mtoto wako awe na immunity au kinga ambayo ni imara. Kwa hiyo wale wanyoto wanaouma watoto ambao damu yao hawana damu ya kutosha, watoto ambao yani wao hawapendagi matunda fulani au wapendi mboga fulani, mpe hii hapa kama replacement. Kuna watu wanabagua, ili tunda anataka, ili tunda hataki, hii mboga anataka, hii mboga nyingine hataki. Sasa ebu mpe kitu hiki hapa, utakuja kunishukuru baadaye, one of the best product ever Eva, yani nikisema product kiboko. Mzazi, wekeza kwenye afya ya mtoto wako, utakuja kunishukuru baadaye. Mtoto so, anaye umwaumwa kiukweli, huwa wanakuaga hata darasani, anakuwa afanye vizuri, ukuaji unakuwa hauendi vizuri, anaanza kupungua uzito, anaanza kukataa chakula. Sasa mpe hii product, utakuja kunishukuru baadaye, na utaipata kwa laki moja na shilingi elfu thelathini na tano tu, lakini ina kapsuli 120 na vipipi ni tamu kabisa, viko 120 kwa hiyo hii ataitumia mtoto wako mpaka miezi mitatu, yani mpaka miezi minne.